Una shida gani? Una matatizo gani? Mwanao ameatibua tena sasa. Mi nifanye nini? Mimi nikusaidie nini? Ndo mwanao si mwanao. Unataka nikamwambie nani? Yani, mimi siku zote wakati namwelekeza hiki kibaya, hiki kizuri, namwongoza. Si ulikuwa nasema mimi namsema, namfokea? Sio wewe sasa utapambana naye mwenyewe mm. kwa hiyo unataka unapomfokea mimi nikae kimya tu, nisiongee chochote, si ndio? Sasa iko chochote iko ndo, sikitaki mimi, sitaki swala linahusiana chochote kama chochote, malizana naye mwenyewe mwanao kwa chochote. Baba Angela, nakushirikisha kwa sababu wewe ni baba. Unataka nikamshirikishe nani? na wewe nakushirikisha kama mama yake, wasi mama yake, pambana na mwanao mwenye mama yake. Sasa unaniambia mimi wa nini? Kwa sababu wewe mwanao umeamua kumlea kama mtoto wa dundani vile eh. Sasa pambana naye, unakuja kuniambia mimi, mtu ambaye nitamfokea mimi nitamwambia kwa asira, wakati mimi namuonya, namuelekeza, namfundisha Wasikunambia mimi namtolea ukali, namfokea. Sasa wewe unamfokei, malizana, malizananeni nini wenyewe. Mimi msinikondeshe, kwanza nimechoka na mambo chungu mzima ya kufanya. Sitakupotezewa muda mimi ala, malizanani wenyewe. Wewe na mwanao usinishughulishe, wala msinichanganye. Wewe na mwanao jora moja, tofauti mishono tu. Mnataka kunifanyisha mimi, kunipigisha mazoezi sio? Yaani mnanipigisha push up? Amwezi mtajuana, wewe na mwanao. Mimi sinaonekana, mimi sio nadharaulika kwa kuwa naonekana mfupi. Kama mimi mtu akufoka foka, basi mimi niacho na ntakujipumzikia. Mimi msiniharibie siku Tajua nani. Dunia imebeba siri, maisha yamebeba siri siri. Na mimi nimebeba siri ni <totipos> <totipos> Mzee ana matatizo gani? Namwambia kuhusu habari za mtoto ananijibu hivi yeye ndio baba na mimi ndio mama, nimwambie nani hizi taarifa eh?

kama tulivyozungumza kwa sasa, unatakiwa uwe makini sana na dada yako, na unatakiwa uzingatie yote ambayo nimekuelekeza kwa sababu maisha ya dada yako yako mikononi mwako. Asante sana dokta, nashukuru sana sababu umetupambania sana kwa kila kitu, lakini kuhusu kumpambania dadangu, nampambania sana ta mwenye nafikia, naelewa Kiukweli niseme kwamba Mungu akubariki sana, na uendelee kuwa na moyo huo hata kwa wengine pia. Asante sana dok. Uh, mi niko na nyinyi bega kwa bega, nafahamu ni kiasi gani unapitia mambo magumu, lakini hili ni jambo ambalo natakiwa ulivae kama mwanaume sawa. Jambo la mwisho na la kuzingatia haswa ni tarehe ishirini na saba kwa ajili ya upasuaji wa dada yako. siasia mia tano kweli ndo imili kwangu mie tumboni. ah, si sii kwanza takungiza jewani? Huku kuoneana, ukisikia kuoneana, kubaniana, uchumi wa kabu hivyo mm. Mi mwanaume hivyo, natakiwa nishibe <laughs> nifanye kazi nzito. ah, ah, sawa nzito, sawa, nimekuelewa. We kuja kwanza. Mbona ah, misukari namna hii? Jamana nyinyi mnapenda sukari sana inakwaja unatia sukari kama hii, yaani unapenda sukari kama Zuchu. Hiyo chai ikapika mwanao sio mimi. Mwanangu mimi ndo nilomwoa, mwanangu ndo mke wangu. Wewe mi unanijua, chai nayotaka no chai ya mchaichai, chai ya tangawizi, chai ya spaisi na sukari, mtu mwachie akoroge mwenyewe saizi yake, sio misukari kama hii. Huko sikutaka kuuana kupea na sukari, au ania yako na haja yako kikijumba lisiwee uje ujibenyenya ujikujidadavua waji kujilamba ndio, eh. Sasa hayo maneno naomba umwambie mwanao haya, asikie. ayaaya tuac. huyu Moses, leo umemwona? toka asubuhi? Hmm, sijamtia machoni. Wewe umemwona Moses? Aliondoka, alisema kuna sehemu anafuatilia, alifanya interview huko, ndo ameenda kusikiliza majibu yake yaani hapa namwombea ya kila laheri, Mwenyezi Mungu amjalie. Huku kwa hili mimi, Moses si mpingi, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Moses ana akili, kichwa chake kinafanya kazi, yuko vizuri, lakini sema tu madhaifu yake, upande wa pili, ana ujinga, ana upumbavu, ana uzezeta, ana ufala, ana ukolo. Upumbavu kivipi? Na mjinga kivipi? Mtoto wa watu yuko vizuri tu jamani, kijana wa watu ni mpole, ni smart. Upomba wake uko wapi? Eh, nikusaidia nini? Tafadhali samani, madam, niliona vipeperushi na mabango mbalimbali vikielekeza kuwa kampuni yenu inahitaji wafanya kazi, hivyo nami nikaona nije kujaribu bahati yangu. Hivyo <laughs> ulivyo unakuja kuomba kazi kwenye kampuni hii? Uh, uh, uh, una, unajua madam, toka nje hivi toka, wewe umjue Moses, kijana shababu kama yule, ushawahi kumwona hata siku moja ameleta kibaibuluni au ameleta kiutandio kijola? Ushawahi kumwona na mwanamke? Na mimi nikapata kusifiwa nyuma, lakini mimi wangu ndio maneno ya kuongea kwa kweli jamani. Sasa hapo unafundisha nini? Unataka awe na mambo ya uhuni uhuni, sio uasherati, unamfundishau? Sio hayo maneno, siyataki hapa, siyataki uzungumzie hapa baba. Kama umechoka kuongea, nenda kwenye vijiwe vyako vya kahawa, wenzako wa kutana huko. Yule kijana kama yule lijali, mimi ndo mjukuu wangu. Hata e, huyo jogoo uwindo lazima afukuze kokoo mpaka jua mabati, lakini kijana kama yule namuona ikumaridi mimi nazungumza mm, haya -hmm. Maneno ni akiba, nisije baadaye likatokea nikaja kuulizwa. Wakati huo baada ya salamu aleikum saleku, tukatafutana, dunia imevaa sketi hivi. Mume wangu, hayo ndo maneno ya kuongea eh? Sasa unataka afuate tabia zako zile za zamani? Leo naingia na mwanamke huyu, kesho natoka na huyu, kesho kutwa na huyu eh? Hivi unajua mimi nimekuvumilia sana? Nimesema toka nje right now lakini madam Kathleen, nisha nisha kuelewa basi. Mtoe nje, kuna mtoe nje basi, mimi nimesema sasa hivi kwa mvumilivu nimevumilia sana kwako wewe sasa, mimi nanyamaza, lakini hii chai, chukua chukua na wewe mikate, nenda kapike chai nyingine. Hivi hivyo, somo yako hajakufundisha we, we msungu? Hajakupa akiba somo yako? Mwanamme chai anapewa hivi? Chakula anapewa hivi? Sasa nakwambia, ah, kapike, nenda kanipigie tena chai. Usiniangalie, utafikiri unapigwa bila adhabu ndogo, utafikiri hujafundwa. Mi nilikuwa baharia bwana, na zamani, kutongoza kulikuwa kuna kazi. Zamani inabidi shule utako staki utajifunza kusoma na kuandika, kwa sababu mtongoze mtoto wa kiume unafanya mchezo. Kutongoza zamani kulikuwa kugumu, sio sasa hivi, maneno ya kuuzia nazi sasa hivi unapata mwanamke. Zamani kulikuwa kuna Instagram amna FB hakuna TikTok hakuna mtandao wote, kutongoza zamani hiyo. Leo kutongoza mwanamke maneno ya kuuzia nazi mengi, usione dunia imevaa sketi leo. Mwanamke kutongoza maneno ya kuuzia nazi mengi, dunia imevaa sketi sasa hivi, kwa mchezo fanya uko chai ya mkanda na la berge Kathleen, wewe ndio umemruhusu yule mtu kuingia humo ofisini kwangu? Ndio si miongoni mwa watu natafuta kazi. hata kama kwa hata kama ni mtu wa ovyo namruhusu anakuja tu ofisini kwangu. Mtu wa ovyo? Judith, nikukumbushe kitu. Unamwona yule ni mkurugenzi wa hii kampuni? unasemaje wewewewe, wewe, wewe, wewe. <laughs> we mchukuliaje mimi kuniambia haya maneno? yamebeba siri, na mimi nimebeba siri, siri ni ushuja. Dunia imebeba siri, maisha yamebeba siri, na mimi nimebeba siri, siri ni ushuja. Oh, siri oh. Ushuja hey siri.